Hallelujah. Praise the Lord. Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Majina yangu naitwa Evangelist Cecily, na ningependa tu kwa dakika chache tukaweze kuomba na kushiriki neno kwa kifupi katika jina la Yesu. Nimeokoka na mpenda Yesu Bamba, katika jina la Yesu ninakushukuru, asante kwa haya madakika machache yapo mbele yetu, tunakuhuzisha Roho Mtakatifu ukachukue usukani katika jina la Yesu. Tunapolisikia neno lako, wacha Baba wa rehema, likafanye kazi, likawe kama mvua inayoshuka kutoka juu nakunja hapa duniani na kuinywesha ardhi. Naomba neno lako baba wa mbinguni likanyweshe mioyo ya watu wako, katika kila hali wanayoipitia. Wacha neno lako likatatue katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ingilia kwa mambo yote katika jina la Yesu, twaomba na tumeamini. Amen, amen. Na tumai umesema amina pamoja nami uh, unapoiwatch eh, ama unapoitizama video hii unapoisikiliza jamani Mungu akubariki. Nasoma neno kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu mbili na nitakuwa nasoma aya moja peke yake aya ya tatu. Inasema hata ndivai ilipowatindikia mamaye Yesu akamwambia hawana ndivai. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kumbe kuna majira vitu vina kuisha. Kumbe kuna majira uh, vitu vinatindika jamani. Yeah, praise the name of the Lord. Na ninajua nazungumza na mtu ambaye anasema jamani, hili lango lilikuwa limefunguka maishani mwangu, lakini kwa sasa limefungika. Uh, nilikuwa na mlango wa mchumba amenichumbia uh, lakini kwa sasa sijui ni nini kimeingilia pale katikati. Jamani, hatupo pamoja. Kuna yule anayesema biashara yangu ilikuwa inaendelea vizuri, lakini kwa sasa ime katika. Kuna yule alikuwa anasema nina mtiririko wa, nilikuwa na mtiririko wa hera lakini sasa sina tena. Nataka nikwambie vitu vya kawaida vinafika mwisho, vitu vya kawaida vinatindika. Praise the the name of the Lord. Kwenye harusi ya Kana ya Galilaya divai ilifika mwisho. Kwa nini? Ni kwa sababu divai ni kitu cha kawaida. Haleluya! Lakini hata hivyo divai ilipofika mwisho, ilipotindika, kumbe Yesu yupo pa na akawaambia wayanjaze mabalazi manji. Na walipoyaanjaza mabalazi manji, kuna kitu kilichotendeka, glory be to God, akayabadilisha yale manji na yakawa divai. Ukiangalia neno kwenye kitabu cha Yohana, mlango wa saba aya ya thelathini na nane huyu Yesu anasema aniaminie mimi, ndani yake kutatoka mito ya manji yaliyo hai, praise the name of the Lord. Kwa hivyo manji haya ambayo yanabadilika kwenye harusi ya Kana ya Galilaya hayakuwa maji ya kawaida. Roho Mtakatifu alipoingilia divai ile ya kawaida ilipokatika, kukawa na mtiririko mwingine wa divai. Nazungumza na mtu leo anayesema, kitu changu fulani kimefika mwisho, heshima yangu imefika mwisho, fiva yangu ama kibali changu kimefika mwisho, lolote lile limefika mwisho. Kumbuka vitu vya kawaida huwa vinakatika, na hivi sasa napenda tukaweze kumhuzisha Asiye wa kawaida ambaye ni Roho Mtakatifu achukue usukani. Haleluya, haleluya. Wengine mliokoka, mlipookoka mkanjezwa Roho Mtakatifu, maji yakawa ndani yenu, lakini yale maji yamenyamaza, yale maji hayatiririki tena. Haleluya, napenda siku ya leo tukaweze kuomba maji yaliyo ndani yetu ya uzima, ya uhai, yaanze kutiririka tena katika jina la Yesu Kristo, kisicho cha kawaida kikichukua nafasi basi, vilivyo vya kawaida vinafufuka, haleluya! Vilivyo vya kawaida vinarejea, vina inds yes, in, zinarejea. Praise the name of the Lord. Wisdom, kama imekatika, maarifa, hekima kupitia Roho Mtakatifu unasimama tena. Baba wa mbinguni katika jina la Yesu ninakushukuru, asante kwa anayenisikiliza, asante kwa yule anayenitizama akisema, jamani relationship yangu imefika mwisho, imekatika. Nimechumbiwa na wapendwa tofauti tofauti, nimechumbia wandada tofauti tofauti, nimechumbiwa na kaka wa tofauti tofauti, lakini sasa relationship imefika mwisho. Nipo hapa nikwambie kile kilicho cha kawaida kikiisha, Roho Mtakatifu anaingilia. Baba, mkumbuke yule katika jina la Yesu Kristo. Kuna yule afya ya mwili wake imedhoofika, Baba alikuwa mzima mheri wa afya, lakini leo hii ile fika mwisho. Mungu, ninaomba ukaingilie, wacha chemichemi ya mito ya maji iliyo hai ichimbuke kutoka ndani yake, akaweza kusimama tena, katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye ndoa yake imekwisha, haina radha. Ndoa zingine zipo ICU, zinaelekea kuzikwa kaburini. Nipo hapa nikwambie, muguzishe Roho Mtakatifu na mambo yatabadilika katika jina la Yesu. Bamba, kumbuka yule ambaye ndoa yake imetindika, ambaye ndoa yake imefika mwisho kumbuka wale watoto ambaye wameona wazazi wao wakiachana, baba waregeshe pamoja, katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, ni kwa sababu umeguza, vyote vile vimekwisha vilivyo vya kawaida ukavisababisha kuendelea tena. Pokea sifa Yesu, maana umetenda, katika jina la Yesu. Tumeomba na tumeshukuru, sema amina amina amina. Mungu akubariki sana, akutende mema wewe, unayenifuatia maybe uko pale Facebook, maybe uko pale TikTok, pale Instagram, maybe uko pale kwa Threads. Praise the name of the Lord. Uh, Mungu akutende mema uh, utanipata tu kupitia njina Evangelist Cecily peke yake hata kwa YouTube jamani eh. Wale mnaonifuatia pia nawasihi tu mwingie kule kwa YouTube, na ukiingia usinyamaze, uh, share uh, like subscribe, eneza injili hii, na Mungu atakumbariki, utendewe mema sana sana. Hadi wakati mwingine, Mungu awe nanyi, amin.